Swali namba 79, Mheshimiwa Condesta Michael Sichwale mbunge wa Momba, sasa ulize swali lake. Je, yeah, mitambo mingapi ya kutengeneza gongo imesambazwa kwa wananchi wanaojishughulisha na uzalishaji wa pombe ya gongo? Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa viwanda vya kutengeneza pombe kali nchini inayokidhi viwango vinavyoendelea kuanzishwa kwa kupata mafunzo na ushauri wa kitaalam kutoka shirika la maendeleo ya viwanda vidogo yaani SIDO, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali yaani GCLA na shirika la viwango Tanzania yani TBS, na miongoni mwao wako watengenezaji wanaoendelea kupata alama ya ubora kwa kukidhi vigezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, SIDO itaendelea kushirikiana na taasisi nyingine za maendeleo ya teknolojia ikiwemo taasisi ya uhandisi na usanifu mitambo yani Temdo, kituo cha zana za kilimo na teknolojia vijijini yani Kamatek, na ushirikiano wa karibu na mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali yani GCLA na shirika la viwango Tanzania TBS kwa kuboresha teknolojia za kuchakata pombe kali kwa kutumia teknolojia rahisi, ili watengenezaji wengi waweze kutengeneza pombe bora inayofaa kwa matumizi ya binadamu Mheshimiwa mwenyekiti gongo ni pombe yenye kilevi ambayo imekuwa ikitengenezwa kienyeji aidha serikali haijahalalisha pombe ya gongo kwa sababu ya kuwa na madhara makubwa katika mwili wa binadamu kwa msingi huo mpaka sasa hakuna mitambo ya kutengeneza kinywaji hicho iliyosambazwa kwa wananchi kwa sasa serikali haijaanzisha mpango wa kusambaza mitambo ya gongo kwa wananchi wanaojishughulisha na uzalishaji wa pombe ya gongo. Asante sana, mwenyekiti.